Pedi zitakuwa zinafunga zina urefu hapo unavyoona lina urefu wa kilomita mbili kutoka hapa kwenda baharini kwenye kina kirefu mpaka cha mita 24 na 40 za mafuta ghafi ambayo ni sawa sawa na mapipa milioni moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tulipo ni juu ya jeti ambapo gari na watu wanaweza wakawa wanapita kufika mpaka mwisho wa jeti kwa ajili ya shughuli za operations na matengenezo. Chini ya jeti ndiko bomba la mafuta limepita pamoja na So, yeah. Alija, lipo kwenye, kwenye deki hii na deki mbili hapa juu, kuna deki nyingine ya chini. Kwa bomba limepita katikati, kwa linaenda moja kwa moja mpaka mwisho wa jeti ambao ni kilomita mbili kutoka hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho kabla ya jeti kuna jengo linaloitwa EITS building. Jengo kwa ajili ya kukontrol mifumo ya usafirishaji, mifumo ya mawasiliano, pamoja na mifumo ya umeme pamoja na mifumo ya kucontrol flow nzima ya mafuta kutembea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati wa ujenzi wa mradi huu swala la mazingira lilizingatiwa kwa ukaribu mkubwa. Moja ya vitu vilivyofanyika kama unavyoona, ule uoto ilikuwa sio, haikutakiwa kwamba ule uoto, eh, kwa uoto uathiriwe kwa namna yoyote ile. Kwa katika ujenzi huku kwenye kina kifupi zaidi ya mita 800 ulitumika mtambo maalum ambao toka umeanza kujenga mpaka umemaliza, wenyewe haukugusa sakafu ya bahari, ili kuhakikisha kwamba bahari iko sawa sawa. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa hii ilivyojengwa ina maana kuna nguzo ambazo zimesimikwa baharini. Usimikaji wake ina maana ulikuwa unazalisha kelele, mkuu, ilitengenezwa mtambo maalum ambao ni kama water soundproof kwa ile kigongo ile ile ile nguzo, sauti ilikuwa isambaye na kuathiri mali walipo karibuni, walipo karibu na eneo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo hatua aliyofikia mpaka sasa hivi kwa upande wa ujenzi wa jeti ni asilimia themanini na saba, na kimsingi ujenzi wa structure na civil work imekamilika. Kazi zilizobaki ni hizo za kuunganisha mabomba hapo chini na hiyo mifumo ya umeme pamoja na na mifumo ya control flow ya mafuta.

kutuheshimisha kutekeleza miradi ya, tumezoea kuona miradi ya aina hii tuwa inatekelezwa imbelea, leo tunaiona so. Jamani so, so, kila laheri tunatakia, kila laheri ya so, nimeridhishwa na asante uh, sana mgeni rasmi. Na kwa dakika moja haraka sana tupate picha moja ya kumbukumbu -kumbu. Uh, viongozi wa serikali pamoja na wawakilishi wa mradi, basi tunaweza tukasimama hapo uh, kadri watu wa itifaki watakavyotupanga. Wawakilishi uh, wa mradi Musa na wenzako, chap na haraka uh, tukae tusimame hapo jirani na mgeni rasmi tupate picha moja ya kumbukumbu -kumbu. Ima uh, okay. Okay? Yeah. Bomba oye bomba oye, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hoye, asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakutakia safari njema, ziara yako ikawa ya mafanikio sana kwa nchi yetu. Karibu sana kwenye mradi wa bomba.